Watu wameanza kutuzungumzia udini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini udini katika nchi hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Ilikuwa <laughs> haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu, tumchague huyu, tumfanye raisi au tumfanye nani tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? <laughs> Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza wanataka kujua Waislamu wan, wan, wa, wa, wa wangapi, watafute wao, sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao, si wanakuja makanisani kuungama wao, wawaulize wa, wa, wa, wa, wa. Inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndio ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga.